Safari ilianzia kituoni FPCT Shalom Temple TZ0823. Tumepita barabarani, tumepishana na magari, milima, mabonde, lakini mpaka tukafika nyumbani kwa wazazi wa John Dauson. Safari imenifikisha nyumbani kwa wazazi wa Johnny Dawson na nimeweza kufika mahali hapa kwa wazazi wake na nimekuta wazazi wamekuwa na utayari wa kuweza kunisubiria. Safari imetufikisha hapa nyumbani kwa wazazi wa John Dawson kutokea kituo cha TZ0823 FPCT Shalom Temple, kituo cha huduma ya maendeleo ya mtoto na kijana, na hapa tutasikia mauli matatu ni kwa namna gani wameweza kunufaika na huduma hii ambayo inatolewa na shirika la Compassion International Tanzania. Bwana asifiwe watumishi. Amina, habari ya uzima. Amina, Bwana asifiwe mama. Amina, Yesu asifiwe. Amina sana. Ni kwa namna gani mmekuwa uh, mnanufaika na hii huduma ya mtoto? Eh, kiukweli tumenufaika kwa vitu vingi. Tumeweza kujenga, tumeweza kufuga mifugo ambayo ni kuku, kupitia hiyo huduma ya mtoto ambayo ni Compassion. Pia, kama unavyoona, tumeongeza tofali nyingine hapo na tumeongeza mawe mengine kwa ajili ya ujenzi mwingine kwa baadaye tena hapo. Kwa hiyo kiukweli huduma hiyo imetunufaisha kwa vitu vingi sana. Nyumba hiyo ilikuwa tujapiga lipu, lakini tumepiga lipu kwa ajili ya huduma ya mtoto ya Compassion. Kwa hiyo kiukweli tu tumenufaika kwa vitu vingi sana na ni, ni mda gani toka mm, kijana wenu mtoto wenu ameweza kujiunga na huduma hii ya Compassion? Toto huyo amejiunga kiukweli, alikuwa yani, mama yake alikuwa wade, bado ni mjamzito, kwa hiyo ameanza kuhudumiwa, alikuwa bado ana mimba ya mtoto huyo hadi amejifungua. Sa na mpaka hapa sasa hivi alipo ana miaka mitano ndio, na ni tokea amefikisha umri wa miaka mitano Ni kitu gani cha ziada ambacho pia mnakipata kwa ajili ya kukuza malezi yake kupitia kituo cha TZ 0823? Kitu ambacho tunakipata kwanza kuna mambo, kwa mfano kama ya shule haya, kuna ada zinalipwa kwa ajili ya huduma yake ya kujiendeleza na kimasomo. Pili, kuna kila tuseme, labda inapofika mwezi wa kumi na mbili, kuna zawadi zake anapata, kama vile mavazi. Mwezi wa nne anapataga mavazi. Anapougua, ukienda pale, ukiwaambia, anatibiwa. Eh, kwa hiyo vyote hivyo ni vitu vinavyopatikana kwenye huduma ya Compassion kwa ajili ya mtoto huyu John. Mama, John anapokuwa katika huduma pale kituoni Shalom ni kitu gani unakuwa kiwaza kwenye akili yako hasa katika makuzi yake? Mimi mtoto wangu akiwa pale kwenye kituo cha Compassion pale Shalom kitu ambacho huwa nawaza moyoni mwangu huwa nawaza ameenda kupata mafundisho ya kiroho. Ndiyo. na kuhusiana na ukuaji wake, unafikiri John anapokuwa pale kituoni anajengwa kiroho tu au kuna vingine anakuwa anajengwa? Anajengwa kiroho pia, na vingine anajengwa, kwa sababu pale huwa kuna vitu vingi wanavyojifunza watoto. Ndiyo, hivyo vitu unaweza kavitaja, ambavyo watoto wanakuwa wanafundishwa pale? kuna watoto wengine pale huwa nawaona wanajifunza, kuna wengine waga ni mafundi seremala, wengine uchoraji na vitu vingine vingine tu. Na unaamini John atapofikisha umri wa miaka ishirini na mbili, nini matarajio yako ya kwake? Matarajio yangu kwake, natarajia kuwa mtoto wangu atakuwa amevuna kitu kwenye, kwenye ile huduma ya Compassion. E, na anavyoendelea kukua Joni, unafikiri anaweza akawa mmoja wa vijana baadaye ambao atakuja kuwa wa mfano kupitia huduma hii ya Compassion na malezi ambayo wanakuwa wanayatoa? Sababu nikiangalia anapenda sana yale mafundisho, maana ikifika Jumamosi, maana Jumamosi ndo uaga wanaenda pale, anakuwa ananihimiza mama, leo inabidi niende pale kituoni nikajifunze pale najua kuna vitu anavyoenda kujifunza na ana shauku ya kwenda kujifunza kweli. E... msaada wako mkubwa katika ukuaji wa John upo kwa namna gani hasa katika malezi, ukuaji wake, lishe na kila kitu? Ukuaji wake uko vizuri kama unavyomwona, namshukuru Mungu, tunaendelea vizuri na yeye pia anaendelea vizuri. E... ukikutana na huyu mtu anaitwa Compassion unaweza ukamwambia nini? yaani, nikikutana naye namshukuru kwanza, namshukuru yeye pia namshukuru na Mwenyezi Mungu kwa kusema naye kwa hii huduma ambayo walianzisha. Namshukuru sana na Mungu amjalie aendelee kuwa na moyo huu huu. Ukikutana e. okay, na walimu ambao wanatoa mafunzo na malezi kwa Joni, unaweza ukawashauri nini katika kuwalea watoto pale kituoni katika ukuaji wao? Nikikutana na walimu cha kuwashauri au na kuwaomba waendelee kuwafundisha watoto malezi mema, maana watoto wa, wakifundishwa vizuri maana Biblia inasema mlee mtoto katika njia nzuri, naye hataiacha mpaka uzeeni. Kwa hiyo, kwenye swala la malezi, ina maana mimi nikiwa namlea nyumbani na yeye akishaenda kula kakutana na malezi mazuri, natarajia kwa baadaye kijana wangu atakuwa na malezi mazuri. Baba wa mtoto wako anapokuwa pale kituoni, unakuwa unatafakari nini juu ya kesho yake huyu John? Mimi natafakari atakuwa ni mtu wa tofauti sana, na anaweza kuwa ni mtu wa tofauti kwenye jamii, kwa sababu mafundisho yanayofundishwa pale, kuna mafundisho ya kimungu pia, na kuna mafundisho mengine mengine, yani ya, tuseme tu hata pia ya kijamii, koo yote hayo wanayapata pale kwa hiyo mimi na imani kwa umri na wake alionao huu mpaka kukua, kuna vitu atakuwa amevipata kupitia hiyo huduma ya Compassion pale, na atakuwa ni mtu mzuri tu, ndio. Ukikutana na mfadhili wa John utamwambia nini? Uh, mimi nikikutana na mfadhili wa John kiukweli, kwanza nitamshukuru kwa huduma aliyoileta kwa John. Kiukweli tumenufaika na vitu vingi sana kupitia mfadhili wa John, tumebadilisha mazingira yetu kupitia huyo, uh, kupitia nani, mfadhili wa John. Kwa hiyo mimi nikimwona kwa kweli nitamshukuru, nitamshukuru sana tena sana, kwa sababu anachokifanya kwa mtoto wangu ni kizuri sana, kwa hiyo lazima nimshukuru, ndio. Amina. Joni. Vipi? Uko mzima, unaendeleaje leo? tumekuja kukutembelea me, hapa kwenu, mefurahi tulipokuja. Ukienda pale Compassion hu unapenda nini? ukienda pale najifunzaga nini kusoma kusoma. Na nini tena unakipenda? wali wa hupendi ule mnaokula, ulikuwa mtamu? mm. Kiwa una, unajifundisha kusoma waga, unapenda nini kingine hmm? kuchola, kuchola. Niko na familia ya nyumbani na leo ilikuwa ni siku rasmi kwao kwa familia hii. Nadhani umesikia mengi kutoka kwao na jinsi gani unavyoendelea kunufaika na huduma hii inayotolewa na, na shirika la Compassion International Tanzania. Tukasikia so mengi kutoka kwa kila familia na kila kaya ambayo inakuwa inanufaika na huduma hii. Nadhani wewe ni mmoja na shahidi mkubwa ambayo unaendelea kutufuatilia katika vipindi vyetu vya Shalom Creativity, na hii ni familia ya John Dauson. Karibu sana uweze kuungana na sisi na uweze kupata mawili matatu. Unapopata taarifa hii, tafadhali endelea kutufuatilia, subscribe, like na comment ili wengine waweze kushare na kuweza kupata mengi na mazuri zaidi kutoka kwetu.